Allah tabaraka wa taala akasema katika kitabu chake kitukufu wa in kuntum junuban fatahharu, iwapo mtakuwa na janaba basi jitoharisheni kwa kukoga. Hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam ndizo zinazokuja kutufafanulia namna gani ya kukoga janaba, na kipindi chetu cha leo ndio tutakusudia kuzungumza vipi Muislamu atakoga janaba. Lakini kwanza tufahamu kwamba uh, janaba hilo linakuja uh, kwa moja kati ya mambo haya yafuatayo, ima mtu kufanya tendo la ndoa hata kama hajatokwa na manii, lakini utupu wake mwanamume ukiingia katika utupu wa mwanamke au uh, kile kichwa yani hashafa, iki, ikiingia katika uh, utupu wa mwanamke tayari hapo inahesabiwa uh, ni janaba kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema idhal takal khitanani faqad wajaba alghusl. Zitakapokutana nyama mbili yani ya mwanamke na ya mwanamume, zikikutana tu tayari hapo lishawajibika lishawajibika josho. Na kuna baadhi ya hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam wa ameashiria kusema kwamba idha fadakhta almaa faghtasil, utakapomwaga maji, yani maji yamani, ya mani yakikutoka basi ukoge hata kama hujafanya tendo la ndoa lakini umekaa matamanio yamekujia, au umelala umeota yakakujia matamanio, maji yakakumwagika ya manii, basi hapo unatakiwa ukoge. Na hii inamhusu mwanamke na mwanamme, watu wasije kasema kwamba mwanamme peke yake ndo anatokwa na manii, la, na mwanamke naye anatokwa vile vile, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ummu eh, Salama alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, mwanamke naye anatokwa na manii? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, ndiyo mwanamke anatokwa na manii. Kisha akamuuliza fa aina yakunu ashaba min aina yakunu shabah, wakati gani, kama mwanamke hatokwi na manii vipi tena mtoto anakuja kutoka kafanana na mama yake? Ni bila shaka kwamba ni yale manii, maji ya uzazi yamechanganyika damu, ndio maana mtoto akafuatana na mama yake. Kwa hivyo Mtume alimu, aliulizwa na mwanamke huyu, je, yeah, mwanamke anakoga janaba ndio ikiwa ataota usingizini, kalala hivi akaota, atakoga janaba? Mtume akamwambia ndiyo, ikiwa ataona maji ya manii yametoka, basi ende akakoge. Kwa hivyo baada ya kufahamu kwamba janaba linakuja kwa sababu kama hizo, sasa tuingie kuona vipi mtu atakoga eh, hilo janaba. Ndugu zangu wa Kiislamu, janaba lina hali mbili katika ukogaji wake. Hali ya kwanza ni hali ambayo mtu akifanya imejuzu, lakini sio hali inayopendezwa na inayotakiwa katika katika sheria na hali ya pili ndiyo hali ambayo inapendezwa na inatakiwa katika sheria, mtu anapokoga janaba akoge hivyo. Ama tukianza na hali ya kwanza, ambayo ni hali ambayo inajuzu mtu akifanya, ataambiwa janaba limekwisha kuondoka katika mwili wake na anaweza sasa kufanya ibada, ni ile hali ya taamimu albadani bilma, kukieneza kiwiliwili kwa maji tu, mtu akasimama akatia nia, sharti lazima utie nia, pitisha katika moyo wako kwamba hapa naondosha hadathi kubwa, wala haina haja ya kusema maneno yoyote, sijui na waitu rafa al janaba. Ah ha, maneno hayo katika sheria hayajafundishwa. Ni mtu kunuia katika moyo wake kukusudia kwamba nakoga jesho fulani Akaingia chooni akachota makopo yake akajimwagia mwili mzima. Ukisha kupata maji tayari hilo jambo limekubalika, lakini sio namna inayopendezwa, wala mtu hapo hakufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kukoga huko. Na mfano wa hili ni mtu kwenda baharini au kwenye mto akapiga mbizi, lakini kwa nia ya janaba, tayari lile janaba litakuwa limeondoka, kwa sababu lengo kubwa ni ta'mimul badani bilma, kukieneza kiwiliwili chote kwa maji.

ajisafisha Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu zake za siri. Baada ya kusha kujisafisha sehemu zake za siri, hukosha mikono yake, kwa sababu huenda ikawa imegusa eh, najis kwenye sehemu za siri. Kwa hivyo huisafisha mikono yake. Riwaya moja imekuja, husugua mkono wake na ukuta au husugua kwenye ardhi, yaani makusudio ya kusafisha. Kwa zamani hakuna mambo ya sabuni kama sasa hivi, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisafisha mikono yake baada ya kusha kustanji

Hiyo ni riwaya mbili tofauti na pana khilafu baina wanavyoni juu ya riwaya hizi, lakini kwa ufupi ni kwamba mtume akimaliza uh, kustanji na kukosha viganja vyake, alikuwa anatia udhu wa swala kikamilifu. Akimaliza kutia udhu, mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo ndio huchukua maji kuanza kumimina kwenye kichwa chake, makopo matatu anamimina, na katika riwaya imekuja uh, yukhallil yukhallim, kwa sababu alikuwa na manywele mengi Kwaifu, ndaniya, ndaniya, chake, sasalam, maadi, kwa hivyo anatia madole ndani ya ndani ya kichwa chake mtume saaw salam, huko anamimina maji ili ahakikishe kwamba maji yamefika kwenye ngozi ya kichwa chake, kama ilivyokuja katika riwaya, hatta idha dhanna annahu qad arwa basharata, kwamba mtume akihakikisha kwamba arwa basharatu au arwa basharata, akiwa kwa wazni wa fa'il na maf'ul, akihakikisha kwamba amekwisha irowanisha ile ngozi yake basi Mtume sallallahu alayhi alhi wasallam huanza kumimina maji katika mwili wake wote, na inapendekezwa kuanza mtu katika ubale wa kulia, kisha anamimina katika ubale wa kushoto, kisha humimina katika mwili wake wote kwa ujumla. Kwa hivyo, hii namna hii ndio inaitwa uh, kaifiyatu alistihbab, namna inayopendezwa katika sheria, mtu aanze kutia udhu aanze kustanji. Akimaliza kustanji, asafishe mikono yake. Akimaliza kusafisha mikono yake, anatia udhu wa kawaida, udhu wa sala, na akimaliza hapo, anaanza kumwaga maji kwenye kichwa chake, hususan kwa wale ambao watakuwa na manywele mengi. Ama wale ambao watakuwa hawana nywele nyingi, basi kawaida tu anamwaga maji mara moja, anaingia kwenye uh, kwenye kichwa chake. Ama wenye manywele mengi, lazima wakachue kwa vidole. Baada ya kumwaga maji kwenye kichwa ndipo mtu atakuja kumwaga maji katika mwili wake wote. Na hapa mwanamke anaweza kauliza kwamba mimi uh, kichwa changu nafuma nywele. Labda anakuwa anasuka mwanamke. Je, atatakiwa afumue au asifumue? Alwajib kwa mwanamke haiwajibiki kufumua ile misuko misuko ya nywele zake, labda kwenye josho la, la hedhi. Kwenye josho la hedhi atatakiwa mwanamke afumue ile misuko ya nywele aliyosuka, lakini kwenye josho la janaba sio wajibu kufumua, kwa sababu janaba mtu anakoga kila kwa siku, pengine mara mbili, mara tatu. Kwa hiyo kufumua, kusuka, kufumua, kusuka, inaonekana kidogo na kwa tabu. Ama jambo la hedhi ni kwa mwezi inakuja mara moja kwa hiyo anatakiwa mtu afumue ili ile e, tohara yake iwe imekaa katika kiwango kizuri. Kwa hivyo mwanamke si lazima kufumua, isipokuwa amwage maji kichwani, ambayo atahakikisha yamefika kwenye ngozi kwenye ngozi ya kichwa, na badala ya hapo itakuwa amekwisha kuondosha hilo janaba lake. Lakini pia katika jambo la kueleweka kwamba mtu anapokoga janaba akimaliza kukoga ni sunna asij, asitumie taula asitumie taula kupangusa mwili wake au chochote katika vitu ambavyo vinakausha mwili, bali akumute mwili wake kwa mkono, kama ilivyokuja katika hadithi ya Maimuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipelekewa uh, taula, khirqa kitambaa, alipelekewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, falam yuridha Mtume swalla salam hakuki hakukihitaji kile kitambaa, wa jaala yanfudhu almaa biyadaihi, na akawa na kumta maji mwilini mwake kwa kutumia mikono yake. Hii ndiyo hali ya kukoga janaba. Kwa ufupi, tumesema kuna hali inayopendekezwa katika sheria na kuna hali inayojuzu haipendekezwi, lakini mtu akishakufanya tayari, sheria imemkubalia na tayari itakuwa imejuzu na anaweza kumkabili Allah subhanahu wa ta'ala, katika mazingira ya ibada.